Na katika eneo bunge la Ugunja ambapo wakazi kesho watamchagua mrithi wa waziri Opiyo Wandayi, naibu mwenyekiti wa IEBC Fahima Abdalla ametoa hakikisho kuwa uchaguzi wa hapo kesho utakuwa wa haki na kuwataka Wakenya wanaohusika kuwajibika. Akizungumza baada ya kukagua shughuli ya usambazaji wa vifaa vya uchaguzi kaunti ya Siaya, kamishna huyo aidha alisema kuwa tume itashirikiana na taasisi za usalama kuhakikisha uchaguzi huo hauna vikwazo. Flora Otieno yuko Ugunja ambako ametuandalia taarifa ifuatayo. Jumatano jioni wasimamizi 116 walikabidhiwa vifaa vyao tayari kwa uchaguzi mdogo wa Alhamisi. Uchaguzi huo utakaofanyika katika vituo 67 utaanza saa 12 asubuhi, kulingana na kanuni za uchaguzi humu nchini When The the vilevile um, uh, vile, maafisa wa polisi pia walipewa maelezo yes. Kamanda wa kaunti ya Siaya akisema kuwa kila kituo kitalindwa na maafisa wawili huku wengine zaidi wakitarajiwa kushika doria katika eneo bunge la Ugunja ili kuzuia rabsha.

And their farms. Akikagua shughuli ya ugavi wa vifaa hivyo, naibu mwenyekiti wa IEBC Fahima Abdalla alisema kuwa tume hiyo itashirikiana na Wakenya siyo tu katika uchaguzi mdogo wa sasa, bali katika mchakato mzima wa uchaguzi ili kurejesha imani kwa tume hiyo. We will do a lot of voter education, we have to tell the people after this by election towards preparations of general election what it needs to, to be done and how people need to do once we understand then i'm sure we are going to have a very peaceful uh, general election and everyone will be happy yeah. Eneo bunge la Ugunja lina jumla ya wapiga kura elfu sitini mia moja kumi na wanne. Kilichosalia sasa ni kwa wapiga kura kujitokeza Alhamisi ili kuchagua yule atakayewakilisha katika bunge la kitaifa. Laura Otieno, runinga ya Citizen kutoka Ugunja, Kaunti ya Siaya.